Kwanza kabisa nipende kushukuru Mwenyezi Mungu pamoja na serikali yetu ambayo inatufanya sisi wan wafany... biashara ndani ya wilaya Ngara kufanya biashara zetu kwa uhuru. Tunapoelekea kufunga mwaka 2025 tukisubiri mwaka mpya 2026, nachoweza kuzungumzia kuhusiana na biashara ambazo zimefanyika ndani ya wilaya yetu, lakini kwa wafanyabiashara wote jumla unaweza kusema kwa kweli, biashara zimekuwa na tija, lakini kumekuwepo na ongezeko la wafanyabiashara zaidi ya wafanyabiashara waliokuwepo, lakini pia kumekuwepo na biashara nyingine mpya ambazo pia hazikuwemo ndani ya wilaya yetu hii. Moja ni hatua ya kuonyesha kwamba biashara inakuwa katika wilaya na ambayo pia inayafanya mapato kuongezeka kwa upande wa TRA, lakini pamoja na halmashauri yetu. Eh, lakini niweze kusema kwamba wafanyabiashara wameongezeka baada ya kuonekana baadhi ya vivutio mbalimbali ambavyo Serikali imeviweka au kupunguzaji wa sheria kali za uanzishaji wa biashara kama kusajili biashara, lakini na kuendeleza biashara. Mwanzoni ilikuwa mpaka kwanza ulipie mapato TRA, alafu ndio uweze kufungua biashara, lakini Serikali kuna baadhi ya vitu imevipunguza, ambapo unatakiwa kufungua biashara kwa kuwa na cha msingi uwe na TIN namba kwa maana namba ya usajili wa biashara, basi unakwenda halmashauri, unakwenda kule kwenda kusajili biashara yako, unapata leseni ya biashara, naanza biashara ndani ya miezi mitatu, basi TRA wanakuja kukadiria. Kwa mwanzoni ilikuwa ni ngumu, kwanza unalipia mapato kabla ya kufanya biashara, na uwezi kujua kama unapata bia, kama unapata faida au la ilo tunaweza kushukuru serikali, lakini pia kwa mwaka huu pia tumepunguziwa tozo mbalimbali pamoja na kodi nyingine ambazo zilikuwa ni vichefuchefu. Baadhi ya kodi zimepunguzwa na baadhi ya baadhi ya kodi nyingine zimeondolewa na nyingine zimepunguzwa, kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini pia elimu eh, imetolewa juu ya eh, ufanyaji wa biashara na sheria za kibiashara kwa mwaka huu tunaweza kusema tunashukuru sana serikali kwa namna ambavyo e, imetuwezesha na jinsi inavyozidi kuangalia kwa kuwa wafanyabiashara e, asilimia kubwa ni wafanyabiashara ambao pia ndio wazalishaji na walipaji wa kodi za serikali pamoja na halmashauri. Tunashukuru sana lakini, tukielekea mwaka 2026 kwa mwaka kesho pia wafanyabiashara e, tunategemea mambo makubwa sana kutoka serikalini. Changamoto haziwezi kukosa, lakini changamoto hizo zinatakiwa zitatuliwe ili wafanyabiashara wafanye biashara zao kwa weledi kwa, kwa, kwa, lakini pia pasipokuwa na changamoto kubwa. Mfano katika kufungua biashara kuna baadhi ya vielezo ambavyo naomba kuwa navyo, kama vitambulisho vya NIDA na vitambulisho vingine ambavyo pia ndivyo vinakufanya ili uweze kupata usajili. Kwa hiyo tuombe mamlaka zinazohusika kama na wanida Wakisha kwamba baadhi ya wafanyabiashara walio wengi wanaotaka kufungua biashara wakipata vikwazo, wapate NIDA kwa wale wenye sifa, ili kigezo hiki kiweze kuwafanya wao kufanya biashara. Lakini pia tunaomba serikali iende kuangalia zaidi kwa kuwa nisikivu punguza baadhi ya changamoto za wafanyabiashara ambazo bado kidogo zinaweza kuwa vikwazo kwa wafanyabiashara, kwanza kwa kuongeza elimu pia kwa wafanyabiashara kuhusiana na masuala ya sheria sheria za kodi na sheria nyingine ambazo serikali inaziweka. Kumekuwepo na changamoto ya kulipa faini badala ya kukusanya kodi, ili tuondoe swala la kuwa na faini kwa maana ya makosa, basi elimu e, hiyo ya muhimu sana, ili wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao vizuri. E, la yangu kwa niaba ya wafanyabiashara wilaya ya Ngara ni kuiomba serikali kuendelea kuwathamini na kutusimamia wafanyabiashara kisha kwamba tunafanya biashara zetu kwa uhuru kwa ushirikiano, ambapo tayari kwa sasa tuna baadhi ya vikundi mbalimbali ambavyo vimeongezeka kama serikali ya eh, uh, Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosisitiza ukuwepo kwa makundi mbalimbali kwa vijana. Mimi kama mwenyekiti naendelea kuhamasisha ili kujiunga kwa ajili ya kufanya biashara, basi kuweza kupunguzwa baadhi ya vikwazo ambavyo sio vya msingi, hasa vinavyoweza kusababishwa na baadhi ya watendaji ndani ya serikali kwa kuweka vikwazo na vizingiti katika kufungua biashara. Kwa hiyo hilo pia serikali ilione na ihakishe kwamba watu wafungue biashara na wafanye biashara kwa uhuru kwa ajili ya kujiletea maendeleo na kulipa kodi za serikali na washukuruni sana, niwatakie Christmas njema na mwaka mpya 2025.